Habari mtazamaji wa chaneli yetu ya Classic Media 255 kama bado ja subscribe kwenye chaneli hii subscribe chini ya video hii na kisha turn on notification button ili uweze kujipatia habari zetu za kiburudani zinazokiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania moja kati ya story ambayo imetufikia hapa studio kwetu ni story ambayo inamhusu msanii wetu ambaye ni Zuchu na ni mke halali wa Diamond Platinum. Mwanadada Zuchu ameamua kuwafunga wale wote walikuwa wakimsakama na kumwandama katika mitandao ya kijamii wakiwa wanamnadi na kumsema vibaya kwamba kwa Diamond Platinum, ndoa yake ilikuwa sio ndoa halali na vilevile vile, kwa Diamond Platinum, aliweza kufata pesa na sio kwamba amefata mahusiano au kujenga familia. Mwanadada Zuchu leo ameibuka na jambo ambalo limewatikisa watu wengi katika mioyo yao na kuwafanya waweze kuamini hamna ambalo linaweza kushindikana kama mapenzi yapo. Mwanadada Zuchu ameposti picha unayoiona katika skrini yako amepost katika ukurasa wa Snapchat akiwa ameandika maneno mazuri, akiwa anamshukuru mume wake ambaye ni Diamond Platinum, na picha hii imeweza kuwafanya familia ya Diamond Platinum waweze kuamini mwanadada Zuchu alikuwa ana malengo ya mbali, na alikuwa anavuta tu subra, ili mradi mambo yake yaweze kutiki. Ndiyo maana hata sasa hivi ameamua kuwaunga mkono wale wote walikuwa wakimsema vibaya katika mitandao ya kijamii, akiwa anasema kwamba Nimewasamehe wale wote walikuwa wakinisema vibaya katika mitandao ya kijamii ikiwepo ma ex wa mume wangu ambaye ni Diamond Platinum. Wapo watu wengi wa karibu walijaribu kunichafua katika mitandao ya kijamii eti eh, kwa nini sijazaa mpaka sasa hivi, na mahusiano yangu yalikuwa ni ya muda mrefu. Kwa leo nimeamua kuwaonyesha jambo dogo ambalo limeweza kutendeka katika maisha yangu na ni moja kati ya furaha ambayo itamfanya mwanaume wangu aweze kutulia kwangu na hatimaye tuendelee kufanya mambo makubwa zaidi na tutaendelea kuwakomesha wale wote wanaodhani mimi ni mwanamke ambaye sijakamilika. Huo ulikuwa ujumbe wa mwanadada Zuchu aliweza kuposti na kuambatanisha picha hiyo unayoiona katika skrini yako ambayo ameshikilia tumbo lake, na kwa sasa hivi amekiri yeye ni mjamzito na ujauzito huu ni wa mzee mzima Diamond Platinum. Watu wengi wameshangaa kwa nini mwanadada Zuchu aje aposti vitu vya namna hii katika public. Na kwa upande mwingine Diamond Platnum ameweza kumsapoti mwanadada Zuchu baada ya kuposti picha hiyo katika ukurasa wa Snapchat. Diamond Platnum amefurahishwa na kitendo cha mke wake kuonyesha ni jinsi gani haogopi kwa sasa hivi, kwa sababu ameshakomaa na amerizika na hali yake ya maisha. Wewe kama mtazamaji wa chaneli yetu ya Classic Media 255, dondosha maoni yako ndani ya comment section. Na vilevile usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification button ili uweze kujipatia update zetu za kila saa. I'm out. Ciao.